Uh, karibuni tena kwenye chaneli yetu ya Draft Kipaji. Tuna tunaenda kuangalia uh, michezo ya nugza kama ambavyo tumekubaliana, lengo letu kwenye hii channel, kila mtu afikie kile kiwango ambacho kicheza na mtu mwingine at least anaonekana kuwa anacheza vizuri. Sasa tulishaangalia nugza mwanzoni, sahizi tunaangalia mwendelezo. Msisahau jamani, ku like ku subscribe na kuacha comment. Sehemu yote ambayo unaona inakutatiza unaacha comment. Tuna tunaangalia kadri mnavyozidi kusubscribe ndivyo mnavyozidi kunihamasisha mimi kutengeneza video kila siku. Kwa hiyo sasa, hapa tuna tunaangalia kwa tuna, mchezaji wetu tunaangalia tuna nuka kwa unaanza hapa mtu ana anakushikia hii akisha kushikia hii, anakuja hapa anakushikia hii, anacheza hapa, anaweka hapa, anaweka hapa. Ndio kwa nini tuna tuna tunaweka kwanza hii hapa hii, kwa sababu anaweza kaweka hapa. Akiweka akiweka hapa, tunaweka hapa tayari tali. Ni mchezo mchezo miili tofauti, tutakuja kuangalia wakuja wao huwa kuja hapa hapa, lakini kwa sasa tuendelee na tuendelee na huu meja, ili tusichanganyane tuakishe, tuna ya kibana e, akibana akibana hapa tunatai, umeona, tuna akija hapa tunakuja hapa na akija hapa tunakuja hapa tiutouangalia hiyo akija hapa tumeangalia, na tukicheza hivi akupiga huko, tumeangalia hiyo leo. Leo tunaendelea na na mchezo, tunaangalia akibana, akibana hapa, hapa napo sasa pana michezo mingi sana, yaani pana michezo mingi mingi mingi kwa sababu unaweza uka unaweza uka uka unaweza uka- ukacheza una ka hivi, akaja hapa halafu ukacheza hivi nana, akija una hapa unashika hapa nakula, unakula. Akija una hapa unapiga tatu nakali meisha. Kwa hiyo yeye akija hapa pia unapiga hapa nakali meisha akija tena hapa, akisema ku akisema akupe hapa, unakula mbili, kunaka limeisha. Hiyo kati yake ya kucheza ni hapa, cheza hio, unapiga hapa, anakula hivo, anakula hivo, anakula tatu hi ili nayo limisha, iyo hili linaisha. Kwa mahesabu, sasa hesabu zake zipoje? Sababu zake ziko inie, anakuja mfano hapa, akija hapo, chukua tu, si ndio? Yeye anaweza akacheza hapa? Hapana, anaweza akaja huku akaunga mgongo na, chukua tu, chukua ikete, chukua ikete, weka hapa Ukiweka hapa, yeye anaweza akacheza hivi, ili lengo lake aende kulia au, au apige hizo mbili. Kwa hiyo akicheza hivi, weka na kata hapo, unalia ndani, kilia ndani hapo, ya anaweza kacheza wapi? Anaweza kacheza hapo, akicheza hapa

hapa mwingine anaweza akachezaje tu tuangalie, mchezaji mwingine anapoweza akacheza. Turudi nyuma hapa, turudi hapa. Mchezaji mwingine anaweza akacheza vipi? Mchezaji mwingine anaweza k kusema weke huku inakuwa weke kwa kusema weke huku, hata kwa mfano weke huku hatari zaidi kama uike uku nike huku, kua nashambulio zaidi, yani mepesi mepesi mepesi, maona. Kwa hiyo ni vile vile tu atisi, mtu akicheza hivi ni rahisi kushinda hk. Tunaendelea na kuangalia hiyo mchezo mwingine, mchezo mwingine hapa, kirudi tukirudi mpaka hapa Anaweza of... of... kacheza, anaweza kacheza, ameweka hapa kaziba hapa, si ndiyo? Akiziba hapa ana, akiziba hapa yaani, apa ambalo anga tunaweka huku, sindio? Hapa tuangalie, tuangalie hii. Mwingine anaona, anaona amecheza vile kafungwa, kwa hiyo anaona mboja acheze hivi kakiwepo hapa bana, hapa unamwekea hapa, ndio Ukimwekea hapa anakuja hapa, ndio tumeangalia. Unaweka huku si ndio, anaweza akaja hapa. Akija hapa unamwekea hiye hapa, mwekea hiye hmm. Akija hapa, akija hapa unapiga moja kwa moja hizo, nakua goli imeisha. Unapiga tena, akija hapa unapiga hapa. Ona oh, sasa hapo, kwa sababu ni pepesi, wachezaji wengi wa hawachezi hivyo kwao. Hapa anaweza akapiga huku, piga huko piga hii hapa, alafu inashikwa hii hii. Nadhani nilishaelekeza hii, nadhani nilishaelekeza wanya... kwenye video zilizopita, nadhani nilishaelekeza hii. Akpiga hapa hivi hivi hivi hivi hivi hivi, unashika hivi. Uh, anapiga hivi, anakula hivi, wanashika hapa. Ukishika hapa, tukasema eh, anacheza anacheza, anakula hivi, hii hii. Ni mchezo huu, mchezo wote. Kwa hiyo hapa ni mchezo ambao tumebakisha neto mchezo lobakisha sasa hapa si, tumbakisha akicheza tubakishe tufanye maanake hapa hapa hivi tumeshaangalia angalia goli, maanake tuangalie vipi hapa mwanza. Ni mchezo kwa leo kwa leo, tuishie mchezo hii, ila video ijayo tutakuja kuangalia takuja kuangalia angalia k nakiuj kabla, msisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu, msisahau ku like ku comment, ili ni amasike kuendelea kila siku kutoa video nzuri nzuri kama hizi.